Naibu katibu mkuu wizara ya Kilimo anayeshughulikia ushirika na umwagiliaji, Dr Stephen Nindi amesema kuanzishwa kwa Benki ya Ushirika hapa nchini kunaenda kutatua changamoto za wanaushirika ambao wamekuwa wakilalamikia riba kubwa kutoka kwenye baadhi ya taasisi za fedha. Naibu katibu mkuu Dr Nindi amesema hayo wilayani Kyerwa mkoani Kagera wakati akizungumza na wanaushirika wa Chama Kikuu cha Ushirika KDCU. imefika wilaya hizi mbili. Uh, kwa kweli ushirika tunapambana uh, sehemu mbalimbali lakini nilivyofika Kyerwa na nilivyofika Karagwe uh, ninaona nyie ni maprofesa kabisa kabisa nyie ni waalimu ambao mtatusaidia kufundisha sehemu nyingine <coughs> lakini pia meneja akaongea suala la uh, riba ya mikopo ambayo mnachukua kwa ajili ya kufanya biashara hii ya kahawa uh, kwa taarifa yenu tu kwamba tarehe 28 mwezi wa nne Mwezi huu wa nne, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt. Samia Suluhu Hassan atafungua benki ya ushirika mahususi kwa ajili ya kuwahudumeni nyiye tu <klos> benki hii itakuwa na riba tofauti, itakuwa na taratibu tofauti na mabenki mengine. Pia mfuko wa pembejeo utachukua fedha pale kwa ajili ya kununua pembejeo ambazo zitasambazwa na kukopeshwa kwa riba nafuu sana kwa ambazo mabenki mengine haiwezi kutoa. Kwa hiyo, tuna lengo letu kubwa ni kuhakikisha kwamba wakulima kwa umoja wao katika ushirika wao wanafanya kazi hii vizuri, wanafanya biashara hii nzuri, na mwisho wa siku wanakuwa matajiri na wanafurahia maisha katika katika nchi yao. Pia nimesikia suala la ajira kwamba na idadi tu ya uh, watumishi ambao mmewaajiri wanachama, mjitahidi sana wakati wa suala la ajira. Kweli ni vizuri kwaajili mtoto wangu kwa ajili mtoto wako, ni vizuri lakini, kama hana vigezo, unaenda kuangusha hiyo biashara. Mwenyekiti, mwakikishe sana kwenye swala la ajira. Serikali baada kusikia, ya kusikia manuniko mengi ya wananchi kuhusu upendeleo kwenye ajira, sasa hivi ina mfumo imara kabisa kabisa kwenye ajira. Kuna tume maalum ambayo iko chini ya ofisi ya Rais inashughurikia ajira yani, hamna sehemu ya kupenyesha tena hata hata kiatasu tena. Sasa mwisho wa siku, serikali sasa inapata watumishi mahiri, watumishi ambao wana juhudi na wana sifa stahiki. Basi mfano ule nao uwe kwenu pia. Mkiajiri watumishi mahiri, hiki chama kitaendelea zaidi na zaidi na zaidi, na mtapata faida, lakini msipofanya vizuri kwenye swala la ajira, basi mtaenda kuangamiza chama hiki, mtaenda kwa kumaliza jasho lenu, lakini pia na mustakabali wa maisha yenu hapo baadaye nao utaharibika. Kwa hiyo naomba sana ndugu zangu wa Kyerwa, hakikisheni kwamba ajira hizi tunazotoa msizitoe kwa upendeleo, lakini msizitoe kwa sababu mtu fulani ana sifa za kutosha kufanya kazi ambayo nyie na, na mnamwajiri na nayo. Aidha, kuhusu suala la ajira kwenye vyama vya ushirika, Dkt. Nindi amevitaka vyama vya ushirika hapa nchini kuacha upendeleo badala yake waajiri watu wenye sifa ambao watafanya kazi kwa maslahi mapana ya vyama.